Alikuwa na changamoto ya kukimbia, mara anatoroka, mara anafanya hivi, lakini namleta. Mara nilikuwa simfanyishi madhabu ya kusema kwamba mwanangu anaweza kuniogopa kujinyonga. Hapana, nilikuwa namlea kama nilivyowalea wadogo zake na kaka zake. Mama mzazi wa mtoto huyo Rozimary Mwemezi anasimulia kwa uchungu mkubwa wa tukio hilo na namna lilivyotokea. Asubuhi nikamwambia hautatoka hapa bila kufanyaje, bila kwenda na wewe shule, yawezekana na shule haufiki. Akasema sawa, tutaenda wote, akasema mimi nafika shule. Nikamwambia hapana, hautaenda shule peke yako, lazima tuende wote ili niangalie kama shule umefika unafika. Basi kumbe pale nilivyokuwa namuita yeye, yeah, anafanyaje anajiandaa kukimbia. Sasa mimi natoka nyumbani Naenda kumwaga uchafu ninamkuta na, yani nasikia kishindo, anazunguka hivi mm. Nikasema huyu anataka kukimbia tena. Akakuta dogo amesimama kama vile kutaka kujinyonga. Mwenyekiti wa mtaa wa Nyakanyasi Anord Ngirwa anasema tukio hilo ni tukio la tatu kutokea, hivyo kuwasihi wananchi kuacha tabia hiyo. Hili la tatu ndio la leo tarehe kumi mwezi wa nne la akijana huyo alikuwa anasoma kidato cha nne Kagemu sekondari, alifanya maamuzi magumu ya kujinyonga kwa kutumia waya wa titisiro, yale nyaya simnazifahamu na yeye wao alifunga juu ya nguzo na juu ya ngazi ya, ya kupandia. ITV inaendelea kumtafuta kamanda wa Jeshi la Polisi mkoani Kagera kwa ajili ya kupata uthibitisho wa tukio hilo. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Nyakanyasi, manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, mimi ni Gibson Mika wa ITV.